Kuanzia leo uh, bodi hii inatangaza kwa waandishi wa habari kwamba tutaanza kutoa press cards ambazo tumekuwa tukisubiri kwa muda mrefu. Uh, press cards ambazo mtatoa maelezo yake baada ya muda ya kile ambacho kinafanyika. Hii ni mojawapo ya kazi yetu ambayo sasa tumeichukua na tumekabidhiwa ili kuweza kuhakikisha kwamba waandishi wa habari wa nchi hii wanatambulika kirasmi na wamesajiliwa rasmi. Na tofauti labda na miaka iliyopita ambapo ilikuwa ni rahisi tu a, kwa chombo cha habari kutoa majina na orodha ya kwamba hawa ndio tunawataka wakapewa press card. Hii huu utakuwa ni utaratibu ambao unazingatia hali halisi ya, ya kuhakikisha kwamba chombo hiki kiko kinaendeshwa kina, kina kitaaluma. Kwa hiyo waandishi pia tungependa wawe ni wale ambao tuna wamepata uhakiki kwa kupitia chombo chetu na bodi yetu italifuatia jambo hili eh, sahihi kabisa hapa sasa hivi alike pale nyuma ambapo hasa hasa, hasa waandishi wa habari walikuwa wanaandikishwa wanaorodheshwa na chombo chao. Sasa hapa ni mwandishi wa habari mwenyewe ndio unayefanya registration. Kwa hiyo pamoja komo, kwa na kwamba utakuwa bado kuna maeneo ambayo unaieleza kwamba mimi natumikia chombo hiki eh, na upate uh, endorsement ya kile chombo unachofanyia kazi, lakini unayefanya registration ni wewe mwenyewe. <coughs> ia ambayo una unakuandikia una, una na nani kazi ndogo ambayo itakuwa inakwenda kwenye mtandao waandishi wa habari ambao watapaswa kuingia kwenye kiunganishi au waandishi wa habari watatakiwa kuingia kwenye kiunganishi cha www tai habari jab gotz. Maombi ya ithibati ya vitambulisho vya presas yatafanyika kupitia mfumo unaoitwa tai habari. Hatua hii inalenga kuboresha huduma kwa kuimarisha usimamizi wa taaluma ya uandishi wa habari na kuharakisha upatikanaji wa vitambulisho kwa waandishi waliothibitishwa. Kama nilivyosema, waandishi watapaswa kuingia kwenye kiunganishi cha www.taihabari.jab.go.tz na kufuatia maelezo ya kujisajili. Baada ya kujaza taarifa za usahihi, mwombaji atapokea msimbo, yani code, kupitia SMS na kiungo kwenye barua pepe ili kuendelea na hatua za kujaza wasifu, kufanya maombi, kupata ankara ya malipo, kulipia na kuwasilisha maombi kwa kupata kitambulisho, yani press card. Kwa hiyo, kuna huo hizo hatua ambazo mwandishi atakapojaza form akishapata maelekezo, kila kitu kama kawaida, ni kitu ambacho sasa hivi tumevizoea wote, tunalifanya, ndio hali hali halisi ya maisha. kwa hiyo ukishapata yale maelezo basi hatimaye ukimaliza upi, utaweza kujua wapi pesa yako ilipo. Mahitaji muhimu wakati wa kuomba ithibati ya kitambulisho ni pamoja na namba ya simu pepe na barua pepe zinazofanya kazi picha kidogo, yani, uh, passport, passport size iliyosainiwa, vyeti vya elimu vilivyoskaniwa kwa mfumo wa PDF na kuthibitishwa na mamlaka husika kama chuo kikuu, uh, vipitishwe na TCU, na kama ni vyuo vya kati vihibitishwe na NACVET. Barua ya utambulisho kutoka taasisi unakotoka au unaofanyia kazi e, kwamba wewe ni mwandishi wa habari pamoja na vile vile waandishi wa habari wa kujitegemea yani freelancers Aa, na kala kitambulisho cha taifa ya NIDA pamoja na ada ya ithibati ambayo ni shilingi elfu hamsini. Ada hii ni aa, ya, ya muda wa uhai wa kitambulisho ambao ni miaka miwili. Kwa waandishi habari wa kigeni pia watatakiwa nao kulipa kiasi cha ada ya, ya dola za Kimarekani 500. Mahitaji haya ni muhimu na kuhakikisha kwamba mchakato wa maombi anafanikiwa, uh, na e, kwa hiyo uh, e, haya ya e, e, ndio mahitaji ambayo utakuwa unatakiwa, utajaza fomu, lakini kutakuwa na malipo. Najua kwamba kuna vyombo vingi vya habari, yalikuwa malipo yale yanafanyika yanafanywa kama nilivyosema, chombo kinaleta sisi, mwananchi awa, ndio watu nataka mwaka huu wapatiwe vitambulisho vyao. Wa, ni kumi, kumi na tano ishirini mia moja mia mbili wanapiga hesabu zao. Kwa hiyo wananchi wanaleta walikuwa wanalipa maelezo pale kiwango kile cha pesa, lakini sasa hivi itakuwa ni wewe. Kama nilivyosema registration ni personalized, kwa hiyo mwandishi utapewa pesa na taasisi yako, kwa hiyo unalipa individually. Hakuna ile collective payments, hiyo imetoka sasa kwa hiyo chombo kitajua watu wake na watu wake itawapa pesa kama nikupewa, mtajua kitakuwa na utaratibu eh, within the in-house arrangements ndio zitakazokuwa zinatumiwa. Alafu nii, unapolipa unalipa as an individual, kwa sababu kwa hiyo hapa sisi tuna deal with individual waandishi <coughs> chombo hiki kwa kiasi kikubwa kidadili na waandishi moja kwa moja ya kwa hiyo ni chombo cha waandishi zaidi kuliko uh, kuliko kuliko vyombo vya habari kwa kiasi hivyo, ingawa of course waandishi habari kwa vyombo, lakini ndio maana utaona kwamba vitu vingi tukao sisi tunadili sana na waandishi kidogo hapo, wa tunadhani ni muhimu kwa sababu utetezi utakuwa zaidi, tunakuja kwako wewe as a, as a profession kwamba umekuwa sasa ni profession unatambulika wewe kama mwandishi, na ndio maana tuna utaona kwamba kuna vitu vingi sana vinazungumzia wewe, wewe, wewe na rada, badala ya kuzungumzia chombo chako eh.